Shakyz Empire TV. Habari zenu na karibuni kwenye kipindi cha elimu ya jamii hapa Shakyz Empire TV. Karibu uwe nami. Leo tunazungumzia mada nzito sana: migogoro ya ndugu. Undugu kuchukiana, undugu kutengana, undugu kutoheshimiana, ndugu kudharauliana na hata kufanyiana mabaya. Lakini swali langu ni moja tu, haya yote chanzo chake ni nini? Kwa nini siku hizi ndugu hatupendani? Siku hizi ndugu tunachukiana Siku hizi ndugu hatusikizani, siku hizi ndugu hatutafutani, siku hizi ndugu hatuheshimiani, siku hizi ndugu hatuambiani. Chanzo chake ni nini? Kwanza kabisa, tuweke wazi, migogoro mingi ya undugu kuanzia, huanzia nyumbani, katika malezi, katika namna wazazi wanavyowatendea watoto wao. Kuna wazazi wanawapendelea baadhi ya watoto na huwakataa wengine wengine wanathamini wanaowasikia zaidi na kuwakosoa au kuwabe, kuwa, kuwabeba wanaowapinga, yaani kuwadharau wanaowapinga ama kutokubaliana nao. Kupendelea huku huwa kunaanza na nini? Kupendelea huwa kunaanza na nini? Kunaanza kunaleta wivu, kunaleta chuki, kuumia moyo apata mtoto anaona mwenzake anapendwa, yeye hapendwa, anaumia moyo wake, kujiona duni, anajiona hafai kwa sababu mwingine anathaminiwa, yeye hathaminiwa. Kukosa upendo kama hivyo, anajiona kabisa, sina upendo, sina nafasi hapa ndani ya hii nyumba, kwa wazazi wangu sina nafasi, na hatimaye ndugu kugeuka maadui watoto wakikua wakiwa na vidonda kutoka utotoni, wakijua kwamba mimi kutokea zamani nilikuwa sipendwi, nilikuwa sisikizwi, nilikuwa sithaminiki, wanatembea navyo mpaka ukubwani. Ndio maana leo kuna familia ambazo ndugu hawazungumzi, hawasaidiani, na wengine hata hawapendi kuona wenzao wakifanikiwa. Hili jambo liko ndugu, kutosikizana, kutoelewana, kutosaidiana, kutopigiana simu kama muko mbalimbali, yani mumekata kabisa, yani undugu umekatika. Sehemu ya pili ya chanzo cha kwa nini ndugu siku hizi hatupendani ni sababu ya dunia pia ya leo inachangia, mabadiliko ya dunia ya leo. Lakini pia lazima tukubali, dunia imebadilika. Leo hii watoto na vijana wan, wanachochewa na mambo mengi nje ya nyumba, marafiki wabaya. Unakuwa na marafiki wanakutiatia chocha, tamaa ya pesa tamaa ya pesa. Wengi tukiangalia siku hizi, wengine kama watu wanatoa na makafara vitu kama hizo, hiyo ni tamaa ya pesa. Kinyongo, msongo wa maisha. Unakuwa na msongo wa maisha mpaka yani hujui mwenzako, yani unakuwa na msongo wa maisha mpaka yani haujali wenzako na tabia ya ku ya kutotaka kusikilizana, mwenzako hata kama yuko ready kutaka kurekebisha, lakini wewe hauko tayari kwa hilo. Wengine wana, wanatengana si kwa sababu ya malezi pekee, bali kwa sababu ya nafsi zao kutokuwa na uvumilivu, kutokana kutotaka kupatanisha au kutos, kutosamehe palipojeruhiwa, walipojeruhiwa. Hii ni sababu ya pili ya kwa nini ndugu hatupendani na sababu ya tatu. Kwa hiyo leo nataka niulize swala langu hilo, ni swala, sio sababu. Leo nataka niulize, unapokuwa na ndugu zako moyo wako unajisikiaje? Je, kuna jambo bado linakuumiza ambalo ulilichu, ulilichukua kutoka utotoni? Ulibeba uzito kutoka utotoni na bado uko nalo mpaka sasa? Huja mtafuta miaka mingi ndugu yako sababu ya rekebishi dogo tu Leo kwa ndugu hatuko pamoja, nguzo ya undugu imevunjika. Hivyo familia nyingi ndugu, tuko tumetengana. Familia ni kama moto, ukiacha kuwasha unazima. Umoja wa undugu haujijengi wenyewe, tunaujenga sisi familia kama ndugu. Kwa hivyo leo wito wangu ni huu: Wazazi, acheni kupendelea watoto ikaleta uhasama baina ya watoto, kutoelewana, kupendana na kutengana. Ndugu, toeni nafasi ya kusamehe, kusameheana. Inafaa tusameheane ndugu ikiwa kuna kosa mwenzako. Hivyo hivyo mama, yaani wazazi ndio chanzo munapokuwa mnapendelea ndugu kuanza kuwa na ile chuki binafsi. Kila mtu chukua nafasi ya kurejesha undugu, jaribu kadri ya uwezo uwezekanavyo uweze kurekebisha ule undugu wapi pana boromoka, tunajenga. Maisha ni mafupi, usikae na chuki mpaka roho ichoke. Leo tuko, kesho hatanishi. Yaani, leo chukua nafasi hii kuanza kutafuta ndugu zako na kuanza kuijenga familia yako. Upendo wa ndugu ni baraka, ukuvunjika familia nzima itatisika. Asante kwa kuitazama Shakyz Empire TV, na mimi ni Zu Shakiz. Ukipenda, unaweza kuniita Zuena. Tukutane vipindi vijavyo, hapa hapa ndani ya Shakyz Empire TV. Usikose na usipitwe, subscribe, bofya alama ya kengele, uwe wa kwanza kupata notification zetu wakati tunapo drop elimu ya jamii, au tunapo drop kipindi chochote kile kwa ajili ya jamii. Usikose kusubscribe, like, comment, and share, ili ujumbe usambaye kwa watu wanaohitaji kusikia. Tuache ubaguzi na tuelimike wote kwa ujumla. Shakyz Empire TV Elimu kwa jamii. Bye.